Asanteni sana kwa majina, anaitwa Vikas Bahati, na leo tuko ndani ya Buhalarire e, high school, na tumekutana na mwalimu head teacher wa Eluhari ambaye ni siku ya leo ameleta mtoto hapa hivi kwa admission, na amekuwa na mambo mengi ambayo ameshughulikia. Ningependa kusikia kutoka kwa mwalimu mwenyewe. Habari ya mwalimu? Salama na, kwa majina naitwa naitwa nani mwalimu Crisostom Omondi Oboch, nikiwa mwalimu kuu shule ya Mtakatifu Agostino Eluhari Comprehensive School. E, tuko hapa siku hii ya leo Buhalalire Senior School kwa ajili ya admission ya mtoto ambaye anaitwa Teresa Emmanuel. Huyu mwanafunzi mwaka jana alikuwa grade ya tisa, alifanya vyema. Alipata pointi hamsini na tisa. Hmm. Na akaitwa kwa shule ya Nambale Senior School, lakini kwa sababu ya changamoto za hapa na pale kwa familia hakuwezewa kujiunga na shule hiyo. Ndio maana siku hii ya leo nilipofika pale shuleni asubuhi, nikapata huyu mtoto Teresa Emmanuel e, akiwa shuleni saa moja akiwa analia sana. Kwa sababu hakuwa wamepata nafasi ya kiu, kujiunga na, na shule ya Nambale. So leo hii nikaamua kukutana na walimu wenzangu wa shule ya Eluhari tukasemezana tukajaribu kuchangisha pesa kidogo ili tuweze kumpeleka huyu mtoto shuleni. Tuliwezewa kupata pesa kidogo. Mama alipo e, tulipouliza mtoto kuhusu wazazi penye wako e, alisema baba ako na shida ya magonjwa e, hana uwezo wa kulipa karo. Mama pia hana kazi, mama anafanya tu biashara ya kuuza mboga, kwa hivyo ni mama mboga. Ndiposa nikaamua niweze kumwita aje shuleni. Alipofika shuleni akanieleza vile ako na ndoto ya kumpeleka huyu mtoto shuleni, lakini kwa sababu ya ukosefu wa fedha, hana uwezo wa kumpeleka pale. So kupitia kwa zile pesa chache tulipokuwa tumepata kupitia kwa mchango na walimu, nikaamua nichukue jukumu kama mwalimu mkuu, nifike shule ya Buhalalire Senior School niweze kusemezana na principal na walimu ambao ni marafiki zangu, mmoja wao akiwa mwalimu Christian ili tuone vile tunaweza ingiza huyu mtoto shuleni e, so tukafika hapa Bohalalire, tukasemezana na uh, principal na mwalimu Christian, tukasaidiana hapa na pale, tukakubaliana kwamba kwa sababu huyu mtoto alikuwa amefanya vizuri sana, hatungependa tumweke awa na awe kwa day school, tukaamua tukapigia mmoja wa marafiki zetu mmoja akiwa ni John Wesley Achola, ambaye pia aliguzwa sana na hali ya mtoto na zile point alizokuwa amepata hamsini na tisa. So kwa moyo wa huruma alipo pia sikia kutoka kwa mama, aliweza kututumia pesa kidogo ambayo imetuwezesha kufanya shopping, na pia kulipia upande wa uniform. So tunapoongea sasa hivi huyu mtoto ameshasajiliwa kwa shule ya Buhale Senior School, atasoma kama boda. Najua mwisho wa grade ya kumi na mbili ataweza kufaulu, ataweza kupata grade nzuri, na itamwezesha kuenda eh, chuo kikuu na aweze kusaidia hata mama na aweze kuinua hata jamii. Kwa hivyo, ningeomba e, tukiwa na changamoto kama hizo, tukiwa na wahisani wengine waweze kujitokeza kusaidia wanafunzi kama hawa, wazazi kama hawa ambao wako na changamoto ya kuwasomesha watoto wao. Tukifanya jambo kama hilo, tutaweza kuinua jamii zetu na tutapunguza changamoto ambazo tuko nazo kwa jamii kama insecurity na mambo mengine. Kwa hivyo nashukuru sana sana John Wesley Achola kwa mchango ambao ametoa kwa ajili ya masomo ya huyu mwanafunzi Emmanuel Teresa. Nawashukuru pia walimu wote wa Luhari, nawashukuru pia principal na walimu wote wa shule ya Buhala Re, eh, senior kwa kuwa na huo moyo wa ukubali mwanafunzi huyu Teresa Emmanuel ili kujiunga na shule hii. Asanteni sana. Tuko na mwalimu wa Buhalarire, na ningependa mwalimu, wewe umepokea mwanafunzi ambaye ameletwa siku ya leo, wakati wakui, kama amechelewa tayari ya admission. Asante. Uh, naitwa Nyongesa Christian mm, mimi nashughulikia admission ya vijana mm, grade 10. Yes, tumechelewa lakini nimepata simu kutoka kwa mwalimu Obochi ambaye ni head teacher principal Bukhari Comprehensive School kwamba ana mwanafunzi ambaye hajaenda shule nimsaidia aje. Basi nikamwambia aje shule tusemezani. Wakati alifika, wakati niliangalia kijana nikaona ni kijana ambaye alifanya vizuri, lazima tumpe chance. Kama register nimeshamadmit, nimeshampeleka kwa grade 10, blue ambaye anaenda kufanya pure sciences, anaenda kufanya physics, biology na chemistry, ambaye in future anaweza kuwa engineer, anaweza kuwa daktari, anaweza kuwa neurosurgeon, anaweza kufanya pia fanya space science okay. yeah. E, mwana uno yavereabira vilai lakini ya yeah. ndahasiwa mtingira tiyosi mm. hala tindanyoreho za kidogo sinyala humureraho day school

Muna sana, hubura nyasaye orio muno sana andi huvura orio muno handi kahole iraka hoba huvandi meenda sa huba orio muno sana akosana kangi so, watazamaji wa Butula News, opu mumesikia, e, kutoka kwa mdomo ya mzazi wa Emmanuel. Na mimi ombi langu ni moja kwa viongozi wote wenye wanawazia kukua viongozi hapa Marachi na Butula, nitawaomba muendelee kuwa na roho ya kusaidia, tushikane, kila mmoja asaidie mwingine. Tuache kuweka mambo ya siasa ndani, bali tuweke utu ndani, tusaidiane, tukuze Butula yetu. Kwa majina, anaitwa Vikas Bahati, ripota Butula News.